Niombe ridhaei ikiwapendeza, tumpe endorsement rais wetu wa chama cha mpira waleskaria kwamba sisi kama wana Kilimanjaro, watowamkua wa Kilimanjaro, tunamfanyia endorsement aendelee kuwa rais wetu wa chama cha mpira na kaka Halid awe mjumbe wa kanda yetu aendelee kutuongoza kwenye uchaguzi unaokuja, na kwa kazi wanaotufanyia kwa watanzania wote, ili tukubaliane na si tuweze kufanya uwe ni uamuzi wa mkutano mkuu, sio uamuzi wa kamati ya tendaji, au sio uamuzi wa Isack Munisi peke yake. Ni waombe tuwaidhinishe kuwa ndio wagombea wetu kwa mkoa wetu wa Kilimanjaro. Nasemaje wajumbe? Basi nikuombe katibu, kama ile barua ya endorsement iko, tuisaini hapa mbele ya wajumbe wote, ni saini na ni kabidhi kwa wajumbe wa kamati ya uchaguzi wa TFF, watu watusaidie kumpelekea rais, waseme haya ndo mawazo na maamuzi ya wa wana Kilimanjaro si ya watu wachache. Kwa hiyo naomba tulete hapa ni saini mbele ya wa wajumbe wa mkutano mkuu na maafisa michezo wetu wote wa mkoa wetu wa Kilimanjaro. Jamani, wajumbe wa mkutano mkuu na maafisa michezo wote, mmeshuhudia hii hapa nimeonyesha zarani. Kwa hiyo huu ndio msimamo wetu wa wana Kilimanjaro, nakomba msatifu hapa liapabele au kakazaliumakupwa naomba, hii bado tunakupa uifikishe ofisi ya katibu mkuu wa TFF. Haya ndo maamuzi ya Wanakilimanjaro. Niliongea na mgeni rasmi, ambayo ndo mjumbe wetu, wakali aliniambia, mna wilaya ngapi? nikamwambia sita. Nikamwambia mjumbe wetu kunisaidia mpira ya moja moja, hata ukendoakwanumawa wilaya tukuwa tumeweka alama anasema napoenda napo, kuchunga napo, ng'ombe za mfalme. Unatena na kamuzi kako sasa, ni kuombe kakangu, hadi ombi lile umemkubalia. Lakini tuna chama cha waamuzi, tuna chama cha makocha, wachezaji wa zamani, basi likupendeza katika ile hadi ilionipa kwenda kwenye mawilaya basi at least na, na, na hao niliwasema uangalie sasa na na, na, kuomba kama una kataliwa, nikatenda mbele ya zara hii, ili wakija za mbele sha kataliwa, karibu mbele ya zara. Sasa kwanza niseme kwa niaba ya rais wa TFF manake kama bosi wangu hapa <coughs> gari hapo mi niko hapa pamoja na ujumbe kamacha utendaji na mwenyekiti wa ujumbe wa kanda hii kwa sababu president yayuko hapa manake, mi nakuwa mwakilishi wake. Kwanza twasifia sana watu wa Kilimanjaro kwa ustarabu wenu na ubwana wenu kwa sababu yeye ni binadamu wengi na maamuzi yenu, eh chama inaweza lakini kuconvince ukasema hatutaki. Hakuna atakaye chapa, hakuna askari aosimamia hapa hii ile Alikao mmoja mmoja pia ikabidi kuna ridhani. Eh, chama ni <coughs> kwa kwa hayo mambo yaliyofanyika hapa kukuhesimisha mimi na president. Mimi ndio ndani kwa hiyo. Kwa ilikuwa na kwa wilaya ni si tumeunganisha wilaya ni sita. Mm-hmm. Lakini tuna upana wa vijijini na mjini. Japo ni moja. Kwa nao wanastahili sehemu wa familia. Chama ni tufanye mpira 20. Unajua, sio mipira mingi, sio hela nyingi, sio hela kidogo, lakini kuna mambo mengine yanapofanyika pembeni. Ndio maana eh kutoka mwalimu wangu pia ishirini naona kidogo, kwa sababu bahati mbaya bahati nzuri, mwenyewe na timu za mpira najua mahitaji ya mipira. Kwa hiyo chameni, mimi nitakupa mipira ishirini, inshaallah Ikizidi inayopita dada, peni namba nitafute. <laughs> <laughs> E, Mungu akijalia, kabla weekend inaopita, wajumbe wa wilaya wa mtakuwa na haki ya kumuuliza ndugu yangu hapa, mipira yetu iko wapi?